Mwenge wa uhuru bado unaendelea kuwaka na kumeremeta ndani ya wilaya hii, lakini pia mwenge wa uhuru katika eneo hili umekuja kujionea mradi mkubwa wa kimkakati juu ya miundombinu ya utengenezaji wa barabara za ndani pamoja na barabara kuu zilizopo ndani ya wilaya yetu hii ya Wete. Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na mheshimiwa mkuu wa mkoa, hapa atakuwa ni shuhuda wa haya kwamba leo hii daktari Hussein Ali Mwinyi, kutokana na ahadi ambazo aliziahidi kwa mara ya kwanza akiapishwa kuwa rais wa Zanzibar mwenye na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ndani ya viwanja vya Amani, kwa kweli ahadi hizo ameweza kuziwasilisha kuzi, lakini pia kuzitekeleza kwa asilimia mia moja. Naomba tumpigie makofi mengi sana, dr Hussein wetu, dkt Hussein uye. Ndugu zangu wananchi, barabara hii ambayo liyo hii muda sio mrefu inaenda kukamilika kwa kiwango cha lami ni moja kati ya changamoto ambazo tulikuwa nazo katika eneo hili. Leo hii barabara hii inajengwa kwa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita sita nukta nne. Kwa kweli, haya ni maendeleo makubwa ndani ya mkoa huu wa Kaskazini Pemba, lakini pia ni maendeleo makubwa ndani ya wilaya hii ya Wete, na haya yanafanyika ni kutokana na mapenzi walionayo wananchi wa wilaya hii, kwa sababu mulimchagua Daktari Hussein Ali Mwinyi mwaka ishirini ishirini, na ndiyo maana na yeye akaona iko haja ya kutimiza ahadi zote alizowaahidi wananchi. Leo hii tukisema tuyazungumze ambayo ukitokana na miundombinu hii ya barabara, Mheshimiwa Rais ndani ya mkoa huu wa Kaskazini Pemba amefanya makubwa na mazuri. Wananchi hawa leo hii wamejawa na faraja, ndio maana na wao wakaona ipo haja ya kwamba mwenge wa uhuru umefika katika eneo lao, basi na wao washiriki vyema kujionea maendeleo hayo. Mimi naamini Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Kaskazini Pemba anafanya kazi kubwa ya kumsaidia Daktari Hussein Ali Mwinyi ndani ya mkoa huu, na mimi Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, niwahakikishie kwa wananchi hawa kwamba amani ambayo mmeiweka ndani ya mkoa huu, amani ambayo mmeiweka ndani ya wilaya hii, kwa kweli wananchi na wao wataupokea vyema ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu ishirini ishirini na tano ambao una kauli mbiu inayosema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa amani na utulivu. Dokta Mwinyi oye! oh yeah. oh yeah. Twendeni tukashiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu mwezi huu wa kumi mwaka huu ishirini ishiri na tano, lakini pia twendeni tukalipe imani juu ya daktari Husein Ali Mwinyi, twendeni tukalipe imani juu ya daktari Samia Suluhu Hasan kwa sababu viongozi hawa wameshatimiza wajibu wao kwa ahadi ambazo wameziahidi. Leo hii barabara hizi mnazoziona ni kutokana na mapenzi ya wananchi kwa viongozi hawa, lakini pia ni kutokana na mapenzi ya viongozi wa serikali ya wilaya pamoja na mkoa na kamati za usalama zote ngazi ya wilaya na mkoa. Naamini wananchi mtenda kumchagua kwa wingi Daktari Hussein Ali Mwinyi, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kura nyingi za ndio ifikapo mwezi wa kumi mwaka huu 2025 lakini pia kipekee ni washukuru sana wenzetu wa wizara ya ujenzi, mawasiliano na uchukuzi. Naomba tuwapigeni makofi mengi sana kwa kweli, afisa mzamini, mimi nakushukuru wewe pamoja na mkurugenzi wa wakala ya barabara kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya pamoja na wasaidizi wenu. Leo hii mheshimiwa mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya hawa wamekuwa na nguvu na ari ya kuwatumikia wananchi, kutokana na nyinyi mnafanya wajibu wenu juu ya ujenzi wa hizi barabara. Leo hii tulikuwa kwa kweli tumepitia taarifa ya barabara hii, tumekagua nyaraka zote, tumekagua na tumejiridhisha, kwa kweli barabara imezingatia viwango imezingatia sifa, imezingatia mahitaji, na Mwenge wa Uhuru umeridhia kuweka juu la msingi juu ya ujenzi wa barabara hii wenye urefu wa kilomita 6.4. Mwenge wa Uhuru oh, ye yeah. Dokta Samia oye oh, yeah. na washukuru sana na asanteni sana kitaifa 2025 ndugu Ismail Ali usi leo tarehe 26 mwezi wa 6 2025 Mwenge wa Uhuru oye